mimba naipeleka wapi Mati? Yaani, naomba unisikilize tena kwa makini maana hii ilikuwa ni siri mimi na mama yako, lakini sasa sio siri tena. Unakumbuka mara ya kwanza ulivyolazwa, dokta alituambia wewe ni mjamzito? Mara ya pili tena ulivyoenda kunywa hizo midawa yako, hiyo tulivyokupeleka kule tena. Wewe una Mungu sana mwanangu, yani Mungu bado anakupenda, yani zile dawa zimeenda kutikisa tu hivi hivi, mimba ingeharibika na sangine, hata wewe mwenyewe ungekufa. Sasa dokta alivyosema mtikisiko kidogo, sijui mawazo kidogo, mimba hiyo inaharibika na wewe mwenyewe unaweza ukapoteza maisha. Mwanangu, hebu naomba utulie, tulia, relax, ili tuangalie, sangine Mungu anatuletea riziki nyingine kabisa. Umenielewa? <tile> Mimi mbona shangazi, hilo swala mimi nalijua tangu muda ila tu sikutaka kuwaambia yani. Nilikuwa nataka baada ya shughuli nifanye kama surprise niwaambie nyie wote pamoja na manyanya, hivyo hivyo yani. Kumbe maswala mimi o ulikuwa unayajua, ila ukaamua kunywale madongo jiwe wewe na mtoto, kumbe wewe mshenzi eh? Mati mwanangu, naomba unisikilize, yani masikio yako yote hayo mawili yategeshe kwangu mimi kama shangazi yako na ndiyo baba niliyobaki kwa sasa, naongea mbele ya mama yako anisikie. Hapa maswala ya manyanya sitaki kuyasikia. Hiyo mimba itakuwa, na tutailea wenyewe, na huyo mtoto atazaliwa na sisi ndio tutakayomlea. Kama utakaidi kauli zetu, sisi familia haitakuwa pamoja na wewe, tutakutenga. Nadhani utakuwa umenielewa. Hatumtaki huyo mbwa kwenye familia yetu sisi. Nikisema nikupe kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudio munachelewa, nyie muwezi elewa ah sandani kwa ndani natembea, ingali nimekufa mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwamba wazangu nuhivo. Unajua, toka umetoka kazini, sikuelewi kabisa, unaonekana na mawazo, yaani kama kuna kitu akiko sawa au kuna sehemu nimekukwaza? uh -uh. au labda uko kazini kwenu kuna kitu kimetokea kibaya si so? Uniambia tu, mume wangu hivyo. Usiponiambia mimi, utamwambia nani? Yaani unaonekana kabisa haupo sawa. Nimekuwekea chakula umeshindwa kula. Una shida gani kwani? Mbona unanitishi? uh -uh. Unajua, yeye anakujua vizuri, nimeishi nawe muda mrefu sana. ukiwa hauko sawa najua, ukiwa uko sawa najua. Leo hauko sawa kabisa, yaani una pretend tu ni kuona kwamba una amani, lakini unaonekana kabisa a una shida. Una shida gani kwani? Mimi niko sawa. Nakuuliza kitu mm. Nafikiria nini kuhusu swala la sisikuwa na mtoto, bab? Ndio wakuniuliza hivyo kweli? Sitoshangaa. Na jamani tutumia zeze wa mpango tumalize tilisata umwaka. Usiniambie kwamba hiyo ndio imekufanya uwe na mawazo hayo.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

Hata mimi manyanya. Am I sound intelligent? Kino ni kwa sababu ya Ticha Zungu app. Niachie. <laughs> <laughs> <laughs> Vipi mjomba, mbona kama hivo? Sindi, mama, nimekutafuta kwa muda mrefu. Mke wangu nateseka, ni nyumbani. Mke wangu rudi, nimesamehe. Sindi, sister, vipi? Namjua mi? Hata simjui, napita zangu, namwona yupo pale, ananiangalia, ananifata. Sijui anakichaa, nashanga tu, anaanza kunikimbiza. Sijui anataka kuniibia, hata simjui mimi Sindi.

taga shule chekechea mana nimekosa hoja kujitetea, eh, inanikunja inanipindapinda, dunia tofauti na mama alivyonilea, yes. Mana nimekosa nguvu kujitetea, eh, nimeoza ndani kwa ndani, natembea, nimekufa. Mbona hivyo? unaenda wapi? Kuna jamaa namuwai mara moja na mzigo wangu, kwa hiyo nataka nikamcheki ni kabla ajaondoka. Nitachelewa ni, ni, ni, like hmm, ni haraka mno alafu, jamaa nataka asafiri na na mzigo wangu ambaye kanizungusha karibu wiki nzima hii, kwa lazima nimuwai saizi, ila sije kanletea uswahili. La, nikirudi labda jioni naweza nikala No, baby, unajua toka asubuhi hujakula chochote. Nilitegemea saizi ndo ungekula, basi kula hata kidogo upate nguvu tu ya kwenda huko. Yeah. Ua Huyu jamaa ananisumbua sana muda mrefu na hela yangu Go, let me go there and then please. Kama uko sawa hivi? Kuna shida yoyote? Ni yeye tu kantoa kwenye mood, uh, okay. Unajua lakini, mimi niko sawa. Basi relax sweetheart, hivi. Unajua mtu akikona tu usoni, najua umechanganyikiwe. Usiende kukafanya vitu vya ajabu bure, na kujua una asili za kali. Yes, I promise, hakuna kitu kibaya kitakachotokea. naona nipo sawa, sasa njoo kwake, nataka niondoke. Bye. Baby. Asa unaniachaji? Nakuachaji kivipi? Uniachie tela ya sabuni. <laughs> Baby. Mbona tamambo ya kitoto jamani? Asa ila sabuni ya nini? Au ushakuwa mwanafunzi wa sekondari siku hizi? Eba, acha hizo bana, achani niondoke lakini bebi, umekuja tumeenjoi, tumechafua mashuka unaondokaje? natakiwa ni niafue mashuka, ukija kucha tena masafi sasa. <laughs> Oh, kuna kitu bado sijakwambia mimi na utaratibu wangu. Mfano, juzi tu tumeanza mahusiano yetu, jana tumilaa, tumeamkia leo, alafu saizi asubuhi a nikiondoka nikuachia hela sasa, bibi, uoni kama nitakuwa nimekununua hivi. Alafu nakupenda na malengo, na wewe. At least hata ungeniomba na hela jana au hata nikiondoka nikifika mbele ukanipigia hata simu bibi, na shida kitu fulani. Naweza nikusaidia, lakini hivi tu tunatoa tu kusexy. Alafu ni kuachia hapa hapa na kwangu mimi naona jaka sawa. Bibi unakuja kama umenunua kati, mimi ndo nimeamua na ndo nimelizia. Mimi si ndo nimekuomba mpenzi wangu. Baba, je, nielewa? Yaani hicho kimaanisha mimi hii. Kutoka kusexy alafu kukupa hela. Mimi naona kama nimekununua hivi mke wangu. Alafu inakuwa jaka eh, vizuri bwana. Kwa nini usiiache hii? Baby sorry, basi nikwambie tu kweli, mimi sina hela ya kula. Ha? Ili mdoto unazunguka kumbe shida yako ni hela ya kula jamani. Hasa ungesema tu mdoto. Okay, haina shida. Mimi kwenye simu kuna hela nikitoka, nitakutumia. Sasa baby, kwani mpaka utoke simu tunazo hapa si unitumie. Mm -mm. Tunarudi pale pale. Hela baada ya sex. No. Baby. Aha, baby. Tanitumie kweli. Ah, kwani maana uniamini? U acha tu nikitoka mpaka hapo mimi nitakutumia. Kwani kuna shida gani? Okay. Nakupenda. Nakupenda pia. Bye. Mungu wangu, Lombona kama ni mikopo. Nikiangalia naona kabisa huu mkopo wa leo. Sioni mchunuaji hapa, shule inayofunza mema na mabaya, wajuaje? Na wapumbavu wa moyo, dunia, anguko la koni, kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moyo. Eh. Hey. Kunajua kuna watu hawana haya kabisa. Haya, kulikoni. Msichana, naomba tuheshimiane basi kidogo. nahitaji kuonana na, kuona na mate We, wewe ondoka, by the way hapa msije kufuata wewe, sawa? Kwa hiyo kama mhusika huyo yupo, nilikuwa naomba nipe nafasi nione naye mwenyewe. Hivi unatuona sisi machizi. Kuna nini? Kuna mtu hapa anataka kumuona mati. waki chokusemisha kitu gani hapa? Mkaa chini, kaa chini. Samanini wazee wangu, nilikuwa na shida kidogo ya kuzungumza na Mati. Kuna kitu muhimu nahitaji kuzungumza naye Mati. Samani, nilikuwa naomba tuzungumze nje mara moja. Nyanyuka uone. Wewe baba, hivi unafikiri familia unaimudu sana eh? Naomba utoke, naomba utoke. Sikia, Kabla hujaondoka naomba usahau kuhusu Matilida, na tena sahau kabisa hii familia, toka! <sighs> tu mimi naongea kitu gani? Mimi sina la kuongea, ndio tangu maznoma mimi mwana nimekaa zangu kimya, nimetulia na pressure zangu sije nikafa. mimi kuwa ugali na nawelembu kuwa ugali shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea, eh, inanikunja inanipinda pinda, dunia tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea, eh, nimeosa ndani kwa ndani. Can you tell me about your experience? eh? Ex experience. <laughs>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 Taga shule chekechea mana nimekosa hoja kujitetea e, inanikunja inanipindapinda, dunia pinda, tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea e, mm-hmm. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati